Jifunze kanuni za mzunguko wa maisha e, najua hii nimesema ziko tatu, lakini nakimbizana na muda, kwa hiyo zingine nitazimalizia baadaye. Nataka niguse vitu muhimu. Jifunze kanuni muhimu za maisha na ujue, hivi huwezi kubadili majira, ila unaweza kuyatumia majira. E, watu wa Mungu tuko sawa sawa hapa eh? hata ile fungu ambayo tunalisoma kwenye Danieli, naye akaazimu kubadili majira na sheria. Kuna saa tunampa mnyama kichwa ambacho sio cha kwake. Kasome vizuri ile andiko, andiko alisemi atabadili, aliazimu. Azima na kutekeleza ni vitu viwili tofauti. Aliazimu kubadili majira na sheria, lakini hakuweza kubadilisha. Mungu ndiye ambaye anaweza kubadilisha majira. Sasa tufanyeje hapa katika majira ya maisha yako yote? Kuna kanuni inaitwa saba saba, ni kanuni ya Yusufu. Ikariri kwenye maisha, itakutoa saba saba. Ni nini? Kuna miaka saba ya shibe na kuna miaka saba ya nini? Piga uwa, lazima itokee. Mungu kumwonyesha tafsiri Yusufu. Hakubadilisha miaka, ila alileta hekima ya kutumia. Haleluya. Ukifanikiwa kiuchumi jua, kuna ambaye anakuja, pacha wake anaitwa hasara. Huwa wanafuatana hawa, hawaachani. na hapa hakuna habari ya kufunga na kuomba, havina uhusiano <laughs> Mungu hakumwambia Yusufu, nawe umwambie Farao aingie kwenye maombi ya siku kumi <laughs> ili kuzuia njaa. Kuna saa unakemea pepo ambaye hayupo. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Asa Pasta, hapa tufanyeje? Ukiwa kwenye position yoyote, madaraka uliopewa, ujue kuna siku yataondoka. Hiyo ni sheria ya asili. Sasa ufanyeje? Fuata kanuni ya Yesu, yule bwana ambaye aliwekwa kuwa kazi, aliwekwa kuwa kusimamia uh, shughuli ya bosi wake akafukuzwa kazi. Mnamkumbuka vizuri eh? akaenda kumwambia mtu, unadaiwa ngapi? magunia saba, andika matatu. Wewe unadaiwa ngapi? asema laki moja, andika hamsini. Mwisho Yesu anamsifu yule bwana. Utajiuliza, Yesu anasifiaje ujinga kama huu? Yesu anasema hapana, huyu jamaa ana akili, maana aliposhuka pale, wale aliowasamehe ndio waliompokea. Sasa wewe umepewa nafasi kule serikalini, ofisini kwako, wewe ni mtu mkubwa, unaanza kunyanyasa walioko chini yako, ukijua utabaki hapo. Tumia kanuni ya saba saba. Hawa ambao leo anafagia hapa, yuko hapa, ndio mfagiaji huyu hapa, huyu huyu ambaye anakuja hapa anakuambia naomba uniandike kazi, unamuona leo ana certificate, kuna siku atasoma atapata degree kesho, ndiye ambaye unakuja kuomba kwako mafao kwa huyu huyu siku alipokuja na pepa yake ulimwambia kaa pembeni, nini bwana mdogo wewe. Sasa na wewe unaingia pale, sikiliza. Mungu atusaidie sana, saba saba itakuokoa siku ukiwa chini. Hawa ndio wakikuona nasema ah, wakati nakuja kuajiriwa aliniita mpaka akaniombea, alikuombea, sema ndio, njoo mzee, kaa kaa hapa mzee. Wanapewa oda wale wale wadogo: mleteni mzee chai. Kwa nini akili ya mwanadamu huwa inakumbuka matendo hasa uliotendewa, ila mtendaji huwa anasahau alichotenda?